Mimi ni Dkt. Anirudh Kulkarni, nikiwa na uhusiano na hospitali ya Apollo Jayanagar na niko hapa kutoa utangulizi mfupi kuhusu kiharusi. Kiharusi kimsingi ni tatizo lolote la mishipa ya damu ambapo kuna kuziba kwa mtiririko wa damu kwenda kwenye ubongo. Kutambua kiharusi ni muhimu sana. Ninachotaka kusisitiza ni kifupisho kifupi ambacho unaweza kukumbuka dalili muhimu zaidi za kiharusi, hiyo ni BE FAST. bi kimsingi ni usawa, ikiwa kuna kupoteza usawa hii ni macho, ikiwa una ugumu wa kuona, ikiwa unaona mara mbili, au ikiwa mgonjwa hawezi kuona kuelewa kinachoonekana. ni uso. uso ikiwa kuna mkengeuko wowote wa wa uso au ikiwa kuna kutolingana kwa uso. Haya ni silaha, inaweza kuwa mkono, inaweza kuwa mguu, ikiwa kuna ugumu wa kuinua mkono au mguu. S. Ni hotuba, ikiwa mgonjwa hawezi kuzungumza vizuri, ikiwa mgonjwa hawezi kuelewa kinachozungumzwa kwake. Kisha T ni muhimu ti ni wakati wa kuchukua hatua. Kwa hivyo nani anaweza kupata kiharusi? Mtu yeyote anaweza kupata kiharusi. Mtazamo wa awali kwamba unajua kiharusi ni ugonjwa wa uzee, sasa umekumbwa na changamoto kutoka kwa mitazamo mingine mingi inayotokea kutokana na mabadiliko ya mtindo wa maisha, kutokana na mabadiliko katika jinsi watu wanavyofanya kazi, msongo unaohusishwa na kazi na shughuli zako za kila siku kwa hivyo siku hizi tuna tiba ambazo zinaweza kubadilisha au kutibu kiharusi, kiharusi ambacho kinatokea kwa sasa. Hizi ni pamoja na thrombolysis ya IV. Hii ni sindano ya kuvunja damu iliyoganda ambayo inaweza kutolewa ndani ya saa nne na nusu za kwanza baada ya dalili kuanza, na inaweza kusaidia kubadilisha baadhi ya athari mbaya zinazotokea na kiharusi. Kwa watu ambao wana damu iliyoganda kubwa au kuna kuziba katika moja ya mishipa mikubwa ya damu, basi hiyo pia wakati mwingine inaweza kutibiwa kwa, unajua, thrombectomy ya mitambo. Thrombectomy ya mitambo ni wakati tunapoingia ndani ya mshipa wa damu na kuondoa damu iliyoganda kutoka kwenye mfumo. Je, kuna njia ya kuzuia kiharusi? Ndiyo, ipo. Ikiwa utadhibiti vizuri vigezo vya hatari na kubadilisha mtindo wa maisha, karibu sabini hadi themanini asilimia ya viharusi vinaweza kuzuiwa. Sasa ni mabadiliko gani haya ya mtindo wa maisha? Utahitaji kudhibiti uvutaji wako wa sigara, utahitaji kuacha kuvuta sigara, utahitaji kuacha kunywa pombe, utahitaji kuwa na shughuli nzuri za kimwili pia, uchunguzi wa afya wa kila mwaka, ili kubaini ikiwa kuna madhara yanayojitokeza au uh, vigezo vya hatari kama vile kisukari, shinikizo la damu, hipacholesterolemia Mambo haya yote, ikiwa yatatibiwa vizuri na kudhibitiwa, mara nyingi unaweza kuzuia kiharusi kutokea. Sasa, kwa bahati mbaya, kuna hali fulani ambapo wagonjwa wanapata kiharusi na hawatibiwi katika hospitali iliyo tayari kwa kiharusi, au wako mbali ambapo hawawezi kufika hospitali iliyo tayari kwa kiharusi ndani ya muda unaofaa. Hivyo hata kwa wagonjwa hao bado kuna matumaini kwa sababu ya maendeleo ya hivi karibuni ya tiba ya mwili, tiba ya hotuba na tiba ya kazi, wagonjwa wengi wanaweza kurejesha kiasi fulani cha shughuli za kiutendaji, lakini ili haya yote yatokee, kila mtu lazima awe na ufahamu wa kiharusi kinachotokea. Kwa hivyo ikiwa unahitaji kuwa na ufahamu, utahitaji kukumbuka kifupisho BEFAST. Kwa hivyo BEFAST ni muhimu sana, unahitaji kuchukua hatua haraka, unahitaji kumpeleka mgonjwa hospitalini, na ikiwa atatibiwa ipasavyo, wagonjwa wengi wanapona kabisa kutokana na kiharusi.